CCM hoye, kwa umati huu, nimeamini kwamba Oktoba tunatiki. Mheshimiwa mwenyekiti, ni dhahiri kwamba kazi ambayo CCM imefanya tangu tupate uhuru undisputed ni swala la nchi yetu kuwa na amani na utulivu. Mheshimiwa mwenyekiti, amani na utulivu na maendeleo ni mapacha.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 leo nimetumia masaa mawili kutoka Mwanza kufika Geita. maendeleo ni gradual. Nchi ya Marekani, Mheshimiwa mwenyekiti, ina umri wa miaka mia mbili na hamsini toka upate uhuru. leo Leo ukosefu wa ajira bado ni swala kubwa Marekani, hawana ajira leo. Marekani wanazungumza masuala ya demokrasia, watu wapo Marekani wanaamini wanakandamizwa. That is America. Nchi kubwa ambayo wanasema ina demokrasia pana na kubwa. Kwa mheshimiwa mwenyekiti, naamini na naendelea kuamini kwa kwamba hakuna nchi, hakuna serikali popote duniani inayoweza kuotesha maendeleo kama uyoga ndani ya miaka mitano au kumi, yote yakaisha, kila matatizo yakaisha. Maendeleo ni gradual, ni step by step na kazi inafanyika. Sisi ho